Majina yangu naitwa Elia Ibudi Mwile, ni mkazi wa Kionda Mwafani. Niko hapa katika kanisa Lausana, Church, Olongo, Hinduchi, splashi, Kuringia, zekei, la Hosanna Bible Church lililopo Gongo la Mboto, Olongoni B mtaa wa Mera. Niko hapa na mama anakwenda kutoa ushuhuda wake mfupi nini Mungu alichomtendea mpaka nifikie hapa sasa. Twende tukamsikilize. Mama, kwa faida ya watazamaji wanaotu kwenda kufuatilia katika kijiji chetu, mpendwa, kijiji kinaitwa Fort Wanataka kufahamu jina lako na mimi kwa majina naitwa mali Kaumu, mkazi wa amuto um, mimi na changamoto nyingi. Kwanza baada ya kufahamu ni kanisa nita uzanu kweli, walinipokea kupitia njia ya wamama wa, wa jana. Baada ya kuja hapa na kupata neno la kumtumikia Yesu, na na changamoto ya macho, kati nakuja hapa kwa wamama macho. Kwa hiyo mwezi wa pili nikampokea nika Yesu nikampokea moyoni mwangu Yesu, at miujiza ya ajabu. Kwanza nilikuwa na macho yangu nilifanyiwa operesheni kama mara nyingi ya kwanza, walinifanyia operesheni nikatumia dawa dawa na nini, haikushikana nika mpaka na ndani, akanifanyia akanifanyia operesheni mara tatu. Wakaniambia mama, sisi jicho lako lakini, tunasema ni kwa nini lina kataa? Na chanzo chake kulikuwa nimekunywa dawa, yani kati una mimba unatoa zile, yani kwa mjamzito mzito, kuna dawa unapewa SP. Kwa hiyo nimekunywa zile, zikaniari kupelekea kupata tatizo la macho

tama waja, lakini baada ya hapo, Mungu akamenifungua. Mama mama mama askofu ile kanisa wao natueleza bali ya dini, bali za Yesu, aliponya ukiamini unafanya nini? Kwa ile imani ikanijaza, nikampokea Yesu na isho langu mpaka dogo dogo kidogo, lakini yes nilipata mkubwa. Kwa hiyo huyu Yesu mimi kwa mimi anapenda kwa Yesu. Yuko, maisha yangu yako juu sana kwa ajili ya Yesu. Kwa sababu hata hivyo, yani mume wangu yeye ni Kristo. Eh, na ndio yeye ni. Na bado nipo na mume wangu. Lakini hata mume wangu alipata kuoa mwanamke mwingine na yani maisha ndio ya mke mwingine sio, nafahamu alivyo, lakini bado kuna kwenye Uislamu kuna tia shida. Nataka tufahamu kwamba alioa mwanamke mwingine baada ya kuingia katika kanisa ama kabla, kabla nikajua labda baada ya kuoa akaamua kuoa baada ya kuona kutoka kwenye ile dini. Hapana, ni kabla, kabla. Lakini katika kuoa yeye sasa, yani maisha ambayo ya wanawake wawili kwangu mimi ni changamoto sana, ehe, kwa sababu kuna vitu vingi havieni sawa kwa, kwa kuna kadangu kuna huduma hizo kusema kwamba labda unauma hapa na pale, unapata huduma kwa haraka kama tuna inakuwa yeye anapata shambani, lakini baadaye nikapiga magoti nikasema, baada ya huyu Yesu amnitendea nasema imani, yani jicho langu ya maumivu yameisha, yani yameisha. Na hata kuna vitu vile vidogo ambavyo Mungu amnitendea hasa kiimani zaidi, huwa Yesu na yani Yesu na mtafakari kwa kile kingine tofauti, huwa namkubali sana kwa sababu kuna yani kuna vitu vingi ndani yake na wamama hasa ukikaa ukaomba ukapiga magoti, hata mume wako, hata kama yuko dini nyingine, lakini bado anakujua kwamba mke wangu, sema kwa maombi yako nabakia. Ni nimesema na banki kweli, nimesimama hata nifanye nini, niendelee kuabudu katika ile kanisa. Kwa hiyo na muujiza Alafu cha pili, licha ya unyanyapaa wa kusema kwamba yaani mimi nilikuwa kama yani mbali, mseme na macho, nilikuwa mzima, yani sisi sio yani kijamii na mchukuliaji, unaona, lakini bado katika ile kanisa wameendelea kunipa yani uongozi sana. Kwenye kanisa hili pia ni kiongozi, ni kiongozi katika wamama ambao ni tunahudumu kani hapa kanisa, bado wameendelea kuniamini na kuniomba kwamba yani naweza kufanya chochote, haijalishi tatizo ulilo nao kwa hilo labda namshukuru Mungu sana, na namshukuru sana mama, yaani yaani kani mama Janeta yaani sana, hilo namtukuza, okay. na Mungu wakati, yaani namuomba aendelea ni kumpa viwango vya juu na uzima mrefu na afya, yaani uzima mrefu, kwa sababu sisi pia bibilia sijui, unaona lakini kupitia yeye bibilia ndio tunaijua naanza kwenye na, kanisa hili ninajifunza, na tayari ninaye mwenye binafsi yangu. Kwa hiyo kuna vipengele ambavyo kwa sivijui. Yes. Lakini hapo vijui vipengele, kwa hiyo imani yangu inazidi kukua. Yes. Yaani inazidi kukua, ninajua kwamba huyu Yesu ni wa namna gani, Yesu anafanya nini na maisha yangu, Yesu nikitaka kufanya kitu nifanye nini kuhusu Yesu. Kwa hiyo nikijungamanisha ndani ya yeye kupitia kile kitabu nilichosoma, kuna maneno yanakaa ndani yangu mm -hmm. Ambayo yananihusu kwamba ni niendelee ni, ni, ni kuamini hicho, namshukuru sana namshukuru kwa hiyo kwa minajili hiyo <coughs> Yesu kwangu, tumesikia mengi, macho, changamoto za maisha na vitu vingi vilivyokupelekea kwamba, kama ingekuwa ni mtu mwingine, ilikuwa kukata tamaa ingekuwa, kwa sababu tunaona watu wengi wako mtaani. Na nafikiri tangu au kabla ya kuingia hapa, nadhani maneno yalizungumzika nje kwamba ni bora ubaki tu uende kwa mganga wewe. Ulichukuliaje hayo mambo yaliokuwa yanatokea kabla ya kuweza kufika? Mambo ni mengi, na kama huna moyo huo, na unasema nimesema, basi mimi ni mtu wa Kristo. Kwa ganga watu tunaenda kwa ikama, lakini mahali hata ile unazotoa ni nyingi kwa ganga, unajua unatoa ile nyingi, ukiambia sikuchukue nini, unakwenda kutoa kweli naona lakini, kupitia Yesu mimi sina chochote na ileti, nimeumiliwa na Yesu, lakini bado sijampa ile shukrani kusema nimeshiba nime, yani ile shukrani ya kushiba bado sijampa Yesu inshallah, ile neno wangu kwa ni asante tu. Ipo siku Mungu atanipa na mtoto, hilo naamini sana. Hata hivyo bado na washauri, hata ndugu, yaani wao wanonisikiliza neno wa ganga, katuelezea Mungu, tunazidi kutenda dhambi, tunazidi kujiana kujipa madhabahu ya uongo kwa sababu binadamu ni binadamu kama wewe, atakachokifanya yeye huyo binadamu ni mganga, yaani atafanya kusubirisha a tatizo, lakini ndani yake bado kuna kunakulu kama Mungu bado yupo na ataendelea kutenda hiyo. Yani, wamama wenzangu, ninaomba sana, yani sana, kwa sababu kama wewe ulikuwa na Mungu miezi tisa kutumuni mwa mama yako Hakuna mganga no, na, na, na. Huyu munga, matatizo bado na yani, ukatoka naona kwa hata huyo Mungu bado tukipata matatizo bado, bado, bado, yani yeye atatunyanyua kwa jinsi yote ile inapokuwezesha. Alafu na mganga pia yani, asilimia kubwa sawa, waganga tunaanguka, lakini kwa sasa bado dunia imejifunua iko wazi, bado Yesu ni bado Yesu ni yani, hakuna kufanya yani, yeye ni kila kitu katika maisha yangu yani, yeye ni kila kitu kwa sababu kama n basi nimeshajisema mimi basi niwakukataliwa tu yani, nikasema jamani, mimi si nafanyaje, lakini Yesu ananitakasa yani, ananitakasa na tunaweza kukaaaamaji ni kitu gani ambacho kinachotendeka? Yani laa n kenye nji kwanza, anakuona kutia moyo Pili, ujiamini kupitia shida nazo kupitia. Tatu, uponyaji, haijalishi up... kanisa ni dogo kiasi gani, kwa sababu Mungu wetu sio mdogo na sio mkubwa. Mungu wetu ni wa size Ndiyo Mama Janeti askofu wangu Mungu ampe yani ampe msemareki. Aendelee kunifundisha na kunibariki kila siku. Na hata wale watazamaji ambao wananiangalia mimi, kweli kusema yani Yesu anaponya kwa namna nyingi. Yani anaponya na anakusuluhisha shida zako zote. Haijalishi kwa kanisa la viwango au alina viwango lakini ukisimama na Yesu kwa ile imani utakayopitia. Yani Yesu ni kila kitu. Hakuna nabii aliyepita huko nyuma zaidi ya Yesu. Kwa sababu hata masinagogi anamtangaza Yesu hata sisi Yesu ni jibu la maisha. Kwa hiyo wamama, ninawaombea mnaonisikiliza, yaani Yesu ni kila kitu. Haijalishi una dini, hauna dini, ni Mwislamu, sio Mwislamu, yaani Yesu ni tumaini la maisha ndugu, okay. <tabu> Mpenzi mtazamaji wa kipindi chako upendwa, kipindi cha futa machozi, tumemsikia mama hapa amezungumza vitu vingi sana katika maisha ambavyo vinamtokea kila mwanadamu amezungumza kuhusu macho, amezungumza changamoto za maisha alizopitia mpaka kufikia hapa. Na tunakukaribisha sana katika kanisa la Hosanna Revival Church, tuko hapa Gongo la Mboto mtaa wa Omera. Karibu sana, matendo makuu ya Mungu yanafanyika hapa, watu wanapokea uponyaji wao kupitia madhabahu hii, chini ya Askofu Janet Mabondo anakwenda kuwafungua watu. Karibuni sana, ewe uliyokuwa uko nyumbani unayetufuatilia sasa kupitia kipindi hiki pia, una mgonjwa, una tatizo pia, karibuni sana na tuweze kuwasiliana kupitia mitandao yetu ya kijamii kwa namba na zinazotembea hapo chini. Karibuni sana na Mungu atawabariki. Mama, tunasema asante sana, asante sana.